huko katika kijiji cha Muluseni kilichopo katika kata ya Ngoma wilaya ya Ukerewe. Uh, tukio hilo limetokea wakati ambapo mtoto huyo alikuwa amelala katika chumba pamoja na mwenzake, ndipo huyo mtuhumiwa alimchukua mtoto huyo na kwenda kumfanyia kitendo hicho cha ukatili nje eh, ya nyumba aliyokuwa amelala huyo mtoto na wakati anamfanyia tukio hilo la kikatili e, watoto wengine wa aliokuwa wamelala nao na huyo mhanga walikuwa wamelala usingizi, kwa hiyo hakujua kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea kutokea. Katili aliyofanya, kama nilivyosema, alibaka yule binti kisha kumlawiti na baadaye akamnyonga kwa kutumia shuka. ni kwamba mtoto wa huyo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 hasa yanayotolewa na dawati letu la ukatili wa kijinsia na watoto. Yale mafunzo tunayoyatoa, ni vyema wazazi wakayazingatia na kuyaishi ili kuondoa matukio haya ya kikatili kama vile ambavyo imejitokeza.